Naam bwana, nadhani utakuwa unafahamu hivi karibuni bwana, wasanii wetu wa hapa Tanzania wamepata fursa, wamepata nafasi ya kushiriki katika tunzo za Grammy bwana. Ee, hey, hii ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewafurahisha na vimewagusa watu wengi sana huko mitandaoni, baada ya kuonekana wazi kabisa kwamba e, tumepata nafasi ya kuwa Grammy considered. Yaani tumekuwa considered kwa ajili ya nominations za tunzo hizo e, za mwaka ujao. Baada ya mwaka uliopita Diamond kujaribu, lakini mambo hayakuwa mazuri, lakini this time around tunaona tayari zimeshakuwa confirmed zipo, zipo kwa ajili ya kuwa considered katika tuzo hizo za Grammy. Eh, bwana, na tayari tumeona kwamba msanii kama vile eh, kuna msanii hapa kama vile AY ambaye yeye bwana, nyimbo zake mbili zimekuwa considered katika nominations hizo za tuzo za Grammy. <muchan> Ya, so hapa bwana kilichotokea ni kwamba AY uh, amezungumza na moja kati ya media hapa Tanzania ameeleza kuhusiana na situation jinsi ilivyo mpaka yeye kufanya maamuzi ya, ya kuamua kuchukua hatua za kupeleka nyimbo zake huko Grammy kwa ajili ya kuwa considered au kwa ajili ya Grammy consideration kwa mwaka huu. So, kupitia mazungumzo ambayo ameyafanya AY amemtaja Wakazi kama ni mtu aliyemshawishi sana apeleke kazi zake kuwania tunzo za Grammy na kuwa aliamini zina hadhi ya kuwania tunzo hizo zenye thamani ya juu zaidi duniani katika mziki na burudani kwa ujumla. Lakini pia vile vile licha ya kushukuru wengi waliofanikisha kupita, uh, kupita katika mchujo, uh, utakaofanyika kuwa ni miongoni mwa wanaotu, wanaotu, wanaotumiwa au wanaotazamiwa kuwania tunzo hizo hapo baadaye. AY amesema kwamba ni muda mrefu sana rapa huyo amekuwa akimsihi kufanya hivyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mziki unazidi kwenda mbele, na AY ikabidi akubali kufanya hatua hiyo kwa mara yake ya kwanza, ambapo imeleta mwanga mkubwa sana kwake. AY pia vilevile vile, anasubiri hatima ya nyimbo zake mbili kama vile Simoni ambayo ameshirikiana na Harmonize pamoja na Wangenika ambayo hii amefanya na, na, na Kanjeba, ili kupata hadhi ya kuwania tunzo hizo za Grammys zinazotoa nominations sambamba na Fid Q ambaye na yeye pia, amepit, amba, pia amepitia hatua hiyo hiyo kupitia wimbo wake wa Glory ambao amefanya na Damian Soul pamoja na Jose Camilion. hiyo mpaka sasa hivi ni kwamba habari ambazo zinazo trend huko mitandaoni ni hizo hizo, swala zima la AY kupeleka nyimbo zake huko Grammy kwa ajili ya kuwa considered, kwa hiyo kumbe mtu ambaye alikuwa anamshawishi na, na kumsihimiza au kumshinikiza afanye maamuzi hayo alikuwa ni rapa mwenzie ambaye anafahamika kwa jina la Wakazi. Ya, lakini pia vilevile vile hapa kuna peji nyingine imekuja kutoa ripoti wakiwa ameandika kwamba Star Bongo Flava AY Tanzania ameweka historia baada ya nyimbo zake mbili kupelekwa rasmi eh, baada ya nyimbo zake mbili kupokelewa rasmi na Grammy Awards kuzingatiwa kwa kuwania tunzo hizo kubwa zaidi duniani. Hatua hii ni ushindani, hatua eh, hii ni ushahidi mwingine eh, kuwa mziki wetu katika Uh, kuwa mziki wetu katika jitihada zake za kuinua bongo flavor kwenye ramani ya kimataifa. Lakini pia vilevile vile hata kupitia ukurasa wake wa Instagram AY ameeleza kwamba ana furaha kubwa sana, akiwa anashukuru watu ambao wamemsapoti mpaka kuamua kufanya jambo hilo. ya so yeah. Lakini pia vilevile vile kupitia peji ya Wasafi FM e, wamekuja hapa, ameandika kwamba waliowasilisha kipengele cha Africa Music Performance wametoa hapa listi ya wasanii ambao wamepeleka kazi zao. Kwa hiyo nadhani utakuwa unafahamu kwamba mmojawapo lazima atakuwa ni AY. Harmonize yupo humo ndani e, fidq e, Damian Soul na wengine kibao. Sasa kuna wengine kutoka nchi mbalimbali kutoka Afrika. Kuna Ciara na Diamond Platnumz imeingia katika hicho kipengele cha Grammy. Asake Why Love imeingia humo ndani Black Sherif, Fireboy DML so it goes na yenyewe pia imeingia katika hicho kipengele. Na Burna Boy inaitwa Love imeingia humo ndani. Chela by my Chela nyimbo inaitwa My Darling imeingia humo ndani. Siza Temz Omalay eh, na yenyewe pia ipo ndani humo pamoja na Jazz Box inaitwa Isaka 2. Alafu Davido na Omalay with you imeingia humo ndani. Hima nyimbo inaitwa Benga ipo. Uh, Olamide with Kid Darko inaitwa Billion Dollar Club. Rema Baby is the climb.

Imeingia katika hiyo nafasi Shallipopi nyimbo inaitwa Laho imeingia humo ndani. Ayra Starr na Wizkid inaitwa Gimme That ipo humo ndani. Tyla inaitwa Push to Start na uh, Uncle Waffles Royal March imeingia humo ndani pia vile vile, Wizkid nyimbo yake nyingine na Brent Faiyaz imeingia. AY na Harmonize Simuoni na naye pia imo humo ndani. Umeona bwana, kwa hivyo hivi ndio vipengele ambavyo, au, au ndo wasanii ambao wameamua kuingiza nyimbo zao kwa ajili ya kuwa kupata nafasi ya kuwa nominated katika tuzo za Grammy kwa mwaka huu. kutokana na hiyo habari, bwana hapa, Wasafi wakaja wakaandika kwamba bwana, baadhi ya nyimbo zilizowasilishwa katika tunzo za Grammy katika kipengele cha Best African Music Performance, ngoma tano tu zinahitaji kuwania tunzo hiyo katika kipengele hicho. Kwa hizo ngoma zote ambazo nimekutajia hapo zinafika takriban kumi na nne eh, lakini zinazotakiwa kuwa nominated ni ngoma tano. Baada ya hizo tano kuwa nominated, ngoma moja ndiyo itakayoshinda. You get it? Kwa hiyo hivyo ndivyo mchakato unavyoenda. Eh, bwana hivyo ndivyo kinyang'anyiro hicho cha tunzo hizo kubwa zaidi duniani za Grammy zinavyokuwa lakini pia vile vile ni kwamba wasanii watakaowania tunzo hizo watatangazwa rasmi mnamo Novemba tarehe 7 mwaka huu 2025, huku hafla ya ugawaji wa tunzo hizo itafanyika mnamo Februari moja mwaka ujao, yani mwaka 2026. Kwa hiyo nominations zinatangazwa Novemba mwaka huu na tunzo zinatolewa mwakani Februari tarehe moja. Umeona bwana, je, unadhani ngoma gani itachaguliwa kuwania tunzo hizo katika kipengele hicho? Hilo ndo swali ambalo wadau wameachwa wame nalo better, a. Lakini hapa kuna watu wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu hapa amekuja kuzungumza kuhusiana na nyimbo ya, ya AY na Harmonize inaitwa Simuoni. Wameandika kwamba bwana, nyimbo yenyewe ya watanzania inaitwa Simuoni, alafu unategemea kwamba kwenye Grammy waione? Kuna mwingine hapa amekuja amecomment amesema kwamba bwana, hatujajua nani atakayebeba hiyo tunzo, lakini ambaye atakayekosa tumeisha mjua. <tipos> <tipos> mambo hayo ya yeah. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vilevile hakikisha vile unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.